Kutokana na hali hiyo ambayo imekuwa ni ya kuvuruga uchaguzi tangu elfu mbili na kumi na sita mpaka sasa e, wana viongozi wa dini kwa kweli wameona wakemee kwanza hayo maovu, halafu waitake serikali, sio kuiomba, waitake, na sio kuishauri, waitake, kwa sababu sheria ziko wazi. Sheria zimewekwa ziheshimiwe, kuwe na utawala wa sheria na watu waheshimiwe, kwa sababu raia ndiyo anapoweka kura yake ndio nguvu yake ya kuitawala nchi yake. Sisi kazi yetu kama kanisa ni kukemea uovu. Kuiba kura za wananchi, kupeleka kura zisizo halali, feki, kumtangaza mtu ambaye hajapata kura nyingi, unamwacha nyingi, huo ni uovu na ni kazi ya shetani, sio kazi ya Mwenyezi Mungu, na Watanzania wote hawajakubaliana hilo katika sheria zao. Tunachoiambia serikali, heshimu sheria, fanya amri za Mungu zinavyodai uzuri. Tanzania kuna dini za kimila, kuna Ukristo, kuna Uislamu. Katika dini zetu hizo zote tunakubali kwamba Mungu anaagiza maovu haya na haya yote yaliyotamkwa, ni maovu na hapo hamna siasa. Tunasema maovu haya yaachwe. Hatujawaambiwa waambiwa amchague huyo achague chama hiki. Tutakaposema chagua chama hiki akaacha chama hiki, hapo ndio tutakuwa tumeingia kwenye siasa. Lakini tunaposema acha kuiba kura za mwenzako, acha kuvuruga kura ya raia aliyempigia huyu, ihesabu pale pale, na usipo ihesabu pale, huo ni uovu, ni ushetani, ni dhambi na lazima iachwe na huyo mtu anayefanya hivi anajua kabisa atawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Unasababisha watu wanauawa, unasababisha watu wanatumia muda mrefu kupanga foleni kupiga kura, alafu wewe unajua umeshapanga watu wako wabunge wamesema watachaguliwa, wewe unaweka wa kwako unaowataka. Sasa hiyo sio mlichokubaliana kitaifa. Kwa hiyo hapo hamna cha siasa na dini, ni kueleza watu, tenda kadri wananchi mlivyokubaliana kama nchi, na vile vile heshimu maamuzi ya wananchi kuwaambia waheshimu maamuzi ya wananchi. Sio hatuwezi kuwaomba ruhusa wao, sisi tutasema. Hawapo kutufundisha sisi tuseme nini, wausemei sisi. Kazi yetu ni kukemea maovu na kuonya wanaoyafanya wayaache, no. na wasipoacha yanayakuta mataifa mengine lalitaikuta Tanzania.